La kwanza lilikuwa ni kufanya operation katika eneo la Kariakoo kuwaondoa wote ambao wanafanya biashara kinyume na taratibu, ambao ni wageni. Kwa hiyo kamati hii jumla yake jumla kubwa kabisa ilikuwa ni jambo hilo tu, kuenda kufanya operation. Sawa, lakini ikaongeza kipengele kingine, nikasema ninaomba nipate maoni ya wafanyabiashara wa Kariakoo, jumuiya ya, jumu ya wafanyabiashara nini muswada wa sheria Useme vipi? Nadhani hili kwa kitu kingine cha pili na, nilitoa maelekezo kwa wataalamu wetu, na sikuele, nimpa maelekezo naibu katibu mkuu asimamie swala zima la mchakato wa kisheria, na hili wamenipa taarifa tokea juzi tokea tokea juzi juzi, yes, tokea juzi jioni, na hapa ndipo katibu mkuu amenipa taarifa kwamba kuna timu ambayo iko pale Morogoro, inamalizia mchakato wa kutengeneza sasa vifungu vya sheria vitakawainisha aina za biashara kipi anatakiwa kufanya mtu wa aina gani, especially kwa wageni. Sasa taarifa hii ukiangalia, kuna mambo mengine makubwa ya kwenda kuendelea kuyafanyia ambayo niliyaelekeza mwanzo. Jambo hilo tukitaka tutibu kabisa hili shida, ni swala zima, ni jambo la kisheria. Mmeniambia mwenyekiti, umesema hapa kuna watu wengine walionekana kwamba walikuwa kwa mujibu wa sheria za sasa walikuwa hawaja comply baadhi ya vitu lakini kwa kipindi hichi kuna wengine wameshafaje? Wamesha comply. Kwa maana moja au nyingine manake kama ame alikuwa hana leseni, kama alikuwa ni manake ameshakuwa na na haki ya kuweza kufanya hiyo biashara. Sisi tumeelewana, ndugu zangu? Kwa hiyo ina maana kwamba kwa mujibu wa utaratibu wa sasa, kama mlimkuta anakosa la hapa na pale ya kawaida, alikuwa hana leseni. Sijui alikuwa na nini manake ame comply. Sasa lengo letu naamini wafanyabiashara. Ni lengo ni kwamba kuhakikisha fursa za wazawa zibaki kwa wazawa zile ambazo bahazi mahususi na tikawa. Nadhani hilo ndio lilikuwa ni lengo letu, lakini kubwa zaidi, lazima sasa tupate sheria ambayo, hii sheria sasa itaainisha moja kwa moja yule mtu ambaye sasa hivi hata anaonekana singine ana haki ya kufanya biashara kwa mujibu wa sheria tulizonazo, baada ya sheria hiyo atakuwa ameondolewa haki hiyo sasa ya kuendelea kufanya biashara. Nadhani hiyo ndio mapendekezo yako katika umo. Bunge letu linaenda kuisha tarehe 27 mwezi huu wa sita, matarajio yetu ni kwamba inshallah, Mungu akijalia, tunaomba ikiwezekana, kwa sababu drafting imeshakwa tayari, kama utaratibu utajapokuwa. Bunge hili kazi yake ni moja tu, ni bunge la katiba e, bunge la bajeti. Yaani bunge hili halishughuliki, mswada unaoshughulika ni mswada wa sheria ya fedha peke yake, ambayo ni finance bill. Hakuna mswada mwingine wowote mabunge ya muswada yale mabunge ambayo yanaingia, nafahamu mabunge mbalimbali yana bunge nani, lakini kwa bunge hili kazi yake ni kuhakikisha sheria ya bajeti pekee yake ndio inajadiliwa na mchakato wa bajeti. Lakini hata hivyo tunalibeba hili, tunalibeba sawa, lengo letu kuangalia, je, kama itapata fursa ya kuruhusu kuingia kwa hati ya nini ya dharura, hilo ndio mmoja, ama ikishindikana nini kifanyike katika mambo ya msingi kabisa, yale ya msingi yaweze kuingia katika finance bill.